Mahakama ya Mara yaahirisha kesi ya mauaji dhidi ya mwalimu na mkulima washtakiwa wawili akiwemo mwalimu wa shule ya msingi wamefikishwa katika Mahakama ya hakimu mkazi Musoma wakikabiliwa na mashtaka ya kumuua mkazi wa kijiji cha Burunga wilayani Serengeti mkoani Mara Bi Rhoda Mobe mwenye umri wa miaka 42 washitakiwa hao ni mwalimu na mkazi wa jiji la mbeya bwana marco maginga mwenye umri wa miaka 45 na mkulima na mkazi wa wilaya ya tarime mkoani mara bwana mwita maginga mwenye umri wa miaka 45 ambao walifikishwa mahakamani kwa mara ya pili siku ya jumanne disemba 23, 2025 hii ilikuwa ni mara yao ya pili kufikishwa mahakamani, baada ya mara ya kwanza kufikishwa Disemba 12, 2025, ambapo kesi ilifunguliwa chini ya namba 2312, 2025 katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Mwandamizi Musoma. Kwa mujibu wa maelezo ya mahakama, washtakiwa wanadaiwa kumuua Bi Mobe kwa kumkatakata kwa mapanga sehemu mbalimbali mbali za mwili wake na kusababisha kifo chake baada ya kumvamia nyumbani kwake kijijini hapo. Tukio hilo linadaiwa kutokea usiku wa Oktoba 23, 2025 ambapo washtakiwa walidaiwa kwenda nyumbani kwa marehemu wakiwa na nia ya kutekeleza mauaji hayo. Washtakiwa hao wanakabiliwa na shtaka la mauaji kinyume na Kifungu cha 196 na 197 cha Kanuni ya Adhabu. Wakili wa Serikali, Joyce Matindwa, aliiambia mahakama kuwa shauri hilo lilikuwa limeletwa kwa ajili ya kutajwa tu kwa kuwa uchunguzi bado haujakamilika. Washtakiwa wote wawili wapo mahakamani. Shauri lipo kwa ajili ya kutajwa, uchunguzi bado unaendelea, hivyo tunaomba tarehe nyingine, alisema. Baada ya maelezo hayo, hakimu mkazi mwandamizi Eugenia Rujwahuka aliahirisha kesi hiyo hadi Januari 5, 2026 kwa ajili ya kuendelea na hatua nyingine za kisheria. Kosa hili halina dhamana, na mahakama hii haina mamlaka ya kuendelea zaidi ya hatua za awali za usikilizwaji. Hivyo unaahirisha kesi hadi Januari 5 mwaka ujao, alisema Rujwahuka.